Tumeanza ziara yetu asubuhi tukiwa pale fkenya, tumeangalia maendeleo, tumekwenda pale Kanga sekondari, tumeangalia yale ambayo metupeleka, tumeenda mpaka pale Galula yote ni sekondari, tumeangalia moilimopita, tume tumeangalia mwenendo. Kwa kweli usimamizi wa mkurugenzi kupitia timu yake na mafundi wanafanya vizuri sana kwa maeneo yote ambayo tumepita na mpaka tumeshuhudia na hapa hakuna mahala ambapo, hapa umekosea lakini hapa pana hili. Kwa asilimia kubwa kwenye miradi ambayo tumetembelea leo iko vizuri. Kwa niaba ya wenzangu tunampongeza mkurugenzi na timu yake, mwendelee kusimamia hayo. Msaidizi ni kitu miradi yake ambayo umeiandaa tumeichagua vizuri na yote kwenye ziara leo. Mimi nashukuru wa wenzangu malumani wa kazi ambayo tumeifanya leo na nashukuru timu yako mama pale, kwa niabo ya mkurugenzi na timu yapo wote, tumeshiriki vizuri. Kwa haya sisi ambayo tumetoa maelekezo, nadhani niafanyie kazi. Niwatakie kila raheri, asanteni okay sana mashaka